Boss, boss, leo umepatikana, mmepatikana hii mtoto. Boss ni Rais wetu ni fire, smpaka si fire. Fire! Mtoto fire, si fire. Fire! Amesema ndio hiyo fire. Sasa boss, hey. Sijui itakuwaje hapa hey.